Kama wewe najua napigia mimi simu na wewe iko na shilingi kumi kwa simu yako hmm? Mimi sisiki, unapigiaje Jacom na credit kidogo? Kwanza hiyo simu nanipigia nayo niiko na GPRS, inaniambia hiyo simu ni kaba. Hello. Hello Alex, habari gani? Mzuri bwana Gidi. Haya ah, yeah. E, hebu tuambie kwa ufupi tu nini ilitokea kati yako na Murina ilikuwa okay. Hivi yiku bwana Gidi, mke wangu mm, tunaishi naye Mombasa. Munaishi Mombasa. Eh, naishi na yeye Mombasa. Mhm. Uh Sasa -huh. Kuna time nilienda Nairobi. Mhm. Nikamdanganya kuwa kuna boss wangu ameniba gari anataka nimpeleke Nairobi. Mhm. Nilienda e, Nairobi nilikuwa naenda kwa mpango wa kando. Mhm. Uh -huh. Mm. Hapo nilitoka kwa mpango wa kando nikarudi Mombasa, lakini kumbe ile mpango wa kando alikuwa kuna bu, ile zimini za wanawake za kutibiliti alikuwa ameweka kwa bag yangu. Alikuwa ameweka nini? Hizi mambo na sponge hizi, sponge za wanawake. Sponge? Yes. Mmhm. Sasa vyenye nilirudi Mombasa siko nimejua kama iko kwa beki. Bibi yangu kufunga beki akaona. Mmhm. Akaniuliza, hii ni nini? Mi nikajaribu kujitetea, nikamdanganya, akakubali. Sasa hii ilikuwa juzi. Mmhm. nilikuwa na mwanamke mwingine, mpango wa kando tena. Ndiyo. Sasa ndugu yangu, una mbona unaongea ni kama unajigamba hapa na hii mambo ya mpango wa kando inajigamba Gidi, ndio maana mm, nilikuwa nataka niombe mka wangu msamani. Mambo na mpango wa kando ndio imenifunjia ndoa. Mmm, huko na mipango mika, mipango za kando ngapi? Watatu watatu ndio wote. Unaona, kila wakati ni wawili tu ndio nimewaona. Mmm, sasa huyu wa mwisho mm, huyu ndo -hmm, amenichomea. Kuna vyenye tulikuwa tumekosana, sasa ile picha tulikuwa tuna mambo tunatumaniana picha hivi na hivi, akachukua picha venye bibi yangu alikuwa ashajua, akamtumia, akatumia bibi yangu, akatumia bibi yangu picha kwa inbox. Sasa bibi kuona picha, akanifuadia, alafu alitoa picha, alitoa simu nini, namba ya bibi yako wapi? Kuna venye sista bibi yangu alijaribu, akamtafuta online, akampata. Sasa akampea namba ya bibi yangu mm-hmm. Sasa wakawa wana communicate na mimi sikuwa najua. Sasa mimi nilikuwa niko kazini nikaona tu bidi amenitumia picha inbox, alafu am, ile picha ile mwanamke akouji, alafu amesema tu enough is enough mm. Sasa kutoka hiyo time mpaka sasa hivi nimekaa na yeye eh, ako kwa nyumba bado hajatoka, ni mm, 3 weeks lakini hatuongeleshani kwa sababu hii tabia yako. Uh, ndio maana nataka nimwombe msamaha bwana kidogo mm. Ghost hiyo. Do you think this man is serious? Hmm? Yes. Vile unaongea ukawe mtu aku serious, unaongea ni kama niko, unajigamba ziria, unajigamba na hizi mipango za kando ambazo zimekuwa nazo. Sina jigamba, unaongea ni kama ilikuwa ni raha yako tu na kwenda mpango, mpango za kando. Huh? Ghost, unaonaje? Unajua wewe ndio muamuzi hapa. Mimi ningekuwa nimeshamkata mara moja. Usimkata. Acha, acha tusikie mke, tu, mke wako ndio atatu, atatudhihirishia hii mambo Gidi. Haya, shikilia yeah. Hapo basi tutafute mke wako eh. Okay, sawa bwana Gidi. Eh, usikate simu. Acha tupigie mke yake tusikia asemaje. Ili tuone mambo itakwaje kwa mahusiano yao. Hello. Hello, Morina habari gani? Nzuri, nanga na mimi naitwa Gidi na kupigia kutoka Redio Jambo yes. Na ni kwa sababu mme wako ametutumia sms hapa yes, akituambia amekuwa akikukosea sana. mm -hmm. Na ameomba tumpatie nafasi ya kuombe msamaha. mwambia alifanya nini? E, anasema ulimfumania na mipango za kando Mm, nasikia imekuwa ni mazoea mazoea yake eh? Yuko hapa kwa, mta, mm. kwa line. Alex, ongelesha mke wako yes. ongea wewe, kwa sauti Bwana Alex vile unaongea na mipango za kando tafadhali. <laughs> Hello, mama wale mm, habari yeah, ya asubuhi <laughs> <laughs> <laughs> niko poa, nilikuwa nimetuma patanisho Redio Jambo eh, nataka ni nikuombe msamaha kwa lolote ambayo nimekufanyia, ili mm, uweze kunisamea, tuendelee ah, kulea watoto, tukae hivi tulikuwa tunakaa kutoka mwanzo. Sasa naamua kubadilika, ama ndio hivyo tu, unanipeleka Redio Jambo watu wasikie, wasema unanipenda, ije ya mambo yenye unafanya ni maa kila <laughs> saa Unajua, nimekaa nimechifikiria, ndio maana nimeamua ni, ni, ni, ni kupelekea hilo jambo sasa. Nije kupeleka hilo jambo, nijue naongea na Wakenya na wa moja ni tu elfu milioni wanatusikiza, na ninaagiri nimeamua tu nisikizwe, ni yani nimeamua ni nataka ni, yani nitunze familia yangu, unaelewa mm -hmm. Sasa maana ndio maana nimeamua nakiri mbele ya Wakenya moda ni milioni kumi ambio unatusikiza, nimeamua sitaai rudia mambo na mipango za kando. Tulee watoto venye tulikuwa tunaishi kutoka kitambo mpaka saa hizi, alafu tutafanya hiyo mambo yetu venye tulikuwa tushapanga mi na we. Hata we mwenyewe unajua, na we mwenyewe unajua mi nakupenda, hata kama nilikuwa na mpango wa kando bydi, si ulikuwa unajua nakupenda, mama. Unanipenda ndiyo, lakini uikuwe na heshima. Mwaza anajikuaja mkutano wanda ukamposti mtandaoni, lakini mke wako uwanyumba awezi ukamposti mtandaoni, hivyo na maana gani? Sasa hhmii ah, anapost mipango za kando lakini wewe, wewe kupost weweezi, hawezi akanipost akaniposti mimi, wachukua wasichana wengine mm. anawaposti mtandaoni. mimi nikamtafuta yule msichana alikuwa amempost mm. nikamtafutia Facebook nikaongea naye, akanipigia simu mm -hmm. Tukaongea, akanieleza kila kitu mm. akatoka huko Mombasa akaenda hadi Nairobi, nikamtafuta yule mm. msichana a msichana mm. ule alimwambia katunze familia yake, alafu akamwambia Fikiria hiyo siku nilikuja Nairobi, nilikuwa nimekuja kutafuta we peke yako, nilikutana na asichana watatu hiyo siku, hizo message zoja huu msichana akanikoajia mimi. Kwa hivyo msichana ndio wa kwanza kumtema, msichana ndi alimtema eh? Alipokundua ana familia akamwambia, mi sitaki kuaribu familia ya mtu, kaitunze familia yako. Lakini sasa e, Ah, kukuwa anajua kama na- anajua anaongea na huyo msichana, alikuwa anamwambia sina mke. Akamwambia kuna siku nimesikia mtoto anakwambia, mmhm, sasa hata sijui nisaidie nini. Akasema huyo mtoto wa jirani si mtoto wangu, mimi sijaoa. Nilikuwa nimeketi mlangoni, sasa nilikuwa namtumia rafiki yangu lingi ndiyo mtoto alikuwa anaongea akipita pale mlangoni, sijaoa bado. Mmhm. Ehhe, hiyo hiyo hata hiyo msichana akatumia message, vile alikuwa anamtumia, niliko naso kwa simu, nilimtumia tu picha pekee yake akajua Nimejua lakini sio SMS jamfuatia yeye. Mm, ndio akajua kimeumana ndio sasa hivi amekimbia patanisho haraka haraka eh. Eh, kila sasa wanifanya hivyo hivyo mambo ya wasichana hadi hakuna kingine cha kukosana na yeye na hizo mm, mambo mengine. Ni mambo tu ya tu sana. Tunza tu vizuri lakini sasa shida ni hiyo mipango ya pande. Mm. Eh, kila sasa tu yeye yaani anataka kufanya tu malaya hiyo ndio basi. Wale kufanya maendeleo wao kasi yake anataka kupeleka Hmm. Okay, kwa hivyo bwana Alex. Yes, bwana Gidi. Ume uh, sikia vile mkako ameeleza? Umesikia? Are you remorseful? Yes sir. Sija kusikia ni kama una hata moyo wa huruma kwa mke wako? Mimi nasononeka bwana Gidi ndo maana. Ina... Yaani yule mke wangu mahali tumetoana naye mpaka sasa hivi mahali tumefika. Mm. Nikimpoteza hiki itaniuma sana. Okay. Nataka unitajia, yes, nataka unitajia majina ya hawa mipango zako za kando wote. Mmoja anaitwa nani? Safina Barbara. Mwingine? Winfrida. Winfrida Barbara. Alafu mwingine? Ni hao tu. Mi, kuna watatu? Kuna watatu. Alikuwa tu ni Safina Barbara, mm -hmm. na Winfrida. <laughs> <laughs> Ni hao tu bwana Gidi. Wewe mwingine hapa kuna kitu unafanya naye. Sasa hivi nataka unataja jina la mpango wa kando alafu unasema sitaki mambo yako tena. Twende kazi. Tunaanza uh-huh, na nani? Safina Babra. Eh eh, Sitaki mambo yako tena. Sema na nguvu, ndugu yango bwana. Wacha <laughs> kusema tu hivyo. Sitaki mambo yako tena. Safina Babra. Sitaki mambo yako tena mimi, niko na familia yangu, niko na mke na watoto. Thank you. Aya, huyo mwingine

Namheshimu mama na dada yake. Wako tu hivyo lakini sasa mbona anataka kuwa mtu mwenye asisi hata msasi? Anataka kumalizia malizia patanisho. Time imeenda. Kwa hivyo Maureen umemsamehe ama bado kidogo? Nimemsamehe na apatilike tabia zile, ah. Dia ameniomba nitamai kwe atarudia tena. Mm. Eh apatilike tabia. Akwe kama baba wa ndio. Si kukua kama sije kijana mwenye hata ajayo. Mm. Aliamua kuingia kwa ndoo. Ukiamua kuingia kwa ndoo, ingia mpaka mikuu pia. Haha, kuingia kisha pekee yake. Nilikuwa iko injia, atembee. Mmhm, ehhe. Okay, natu- natumai kwamba ameweza kusikiza. Kwa hivyo, Alex, mwisho, kwa hivyo Alex, maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia mke wako tafadhali, tukimalizia patanisho, mwambie. Okay, mama Vale, ehhe, mi nakwambia hivi eh, nakupenda kama mke wangu na niko ready kutuza eh, familia yangu na nitahakikisha mama utakaa maisha mazuri, licha ya hayo misukosuko tumepitia. Lakini nimekiri mbele ya Mwenyezi Mungu, sitafanya tena mpango wa kando, sitarudia kufanya mpango wa kando. Nakupenda kama mke wangu, haja nitulie na wewe, ndo mke wangu nikutunze, tuweze kutunza familia yetu. Ni hayo tu. Okay, haya. Uh, Maureen, maneno ya mwisho maga pia kuambia mme wako tafadhali, mwambie Hello. Mimi nakwambia hivi, maisha yangu yote nilichukua kukaa kwa ndoa. Ndoa ni kitu ambayo mtu anatoka kwao kuweka maisha yenu wawili pamoja na mwisho hivyo hivyo siku zenu zote.